Honest Media. Mimi ni Abubakar Musa. Karibu katika kipindi chetu cha The Historic yan, kipindi kinachoangazia makala mbalimbali kutoka hapa nchini Tanzania. Ili kuwa mwanafamilia wetu, tufuatilie katika channel zetu zilizo katika mitandao mbalimbali ya mbali kijamii kwa kuandika Honest Media ili kuweza kupata makala na vipindi vyetu mbali mbali. Karibu sana. Kila kitu kina moyo ambao ndio unaosimama kuongoza kitu hicho. Binadamu ana moyo unaomfanya aendelee kupumua. Mti una moyo unaofanya baadhi ya michakato mingine ifanye kazi zake vizuri, kama vile kusimama imara kwa mti wenyewe na kujitafutia chakula. Hivyo basi, na hata mji mkongwe wa Zanzibar una moyo ambao ni Beit El Jai. Ndani ya mji mkongwe wa Zanzibar panasimama jengo la ajabu lenye hadithi ndefu maarufu kwa jina la House of Wonders. Kwa macho ya mtalii ni jumba zuri lenye usanifu wa kuvutia, kwa mzalendo au mtafiti wa historia ni hazina ya kumbukumbu -kumbu za kisiasa, kitamaduni na kiteknolojia ya visiwa vya Unguja na Pemba. Makala hii inachunguza kwa kina historia, umuhimu na changamoto zinazoikumba nyumba hii ya maajabu Beit Aljaib lilijengwa mwaka 1883 kwa agizo la Sultan Barghash bin Said, sultani wa pili wa Zanzibar. Jengo hili lilijengwa mahali palipokuwa jumba la zamani la Kireno na lilikusudiwa kuwa alama ya kisiasa ya mamlaka ya kisultani lakini si ujenzi wake pekee uliovutia watu bali teknolojia yake ya wakati huo ndiyo iliyolifanya liitwe House of Wonders. Kwa mara ya kwanza katika historia ya visiwa vya Zanzibar, Beit el Ajaib ilikuwa na umeme na taa, na pia ilikuwa na lifti ya kwanza ya umeme Afrika Mashariki. Ujenzi wake uliwezesha sakafu za juu kuwekwa bila nguzo nyingi za kusaidia uzito, jambo lililoonekana la kushangaza wakati huo. Kwa muktadha wa karne ya 19, haya yalikuwa maendeleo makubwa yaliyoleta msisimko miongoni mwa wenyeji na wageni, hivyo wakaipa jina nyumba ya maajabu. Beit al-Ajaib halikuwa tu alama ya kifahari, bali pia lilitumika kwa mapokezi ya wageni rasmi wa kisultani, sherehe za kitaifa na mikutano ya serikali, na kwa kipindi fulani lilitumika pia kama ofisi za utawala. Baada ya kumalizika kwa utawala wa kisultani, jumba hili lilipitia mabadiliko ya matumizi, hatimaye likageuzwa kuwa makumbusho ya wazi kwa umma, likihifadhi historia ya Waswahili, biashara ya baharini na masimulizi ya enzi za wajua. Beit Al-Ajaib lina nafasi ya kipekee kama mfano halisi wa usanifu wa Kiswahili ambao unachanganya vipengele vya Kiarabu, Kiafrika na Ulaya. Likiwa sehemu ya mji mkongwe wa Zanzibar, jumba hili ni sehemu ya urithi wa dunia UNESCO tangu mwaka 2000 ikiwa alama ya mchango wa Zanzibar katika historia ya ulimwengu wa Bahari ya Hindi ambapo linaonesha historia hasa katika kipengele cha maendeleo ya teknolojia ya karne ya 19 katika muktadha wa Kiafrika. Kwa miaka mingi Beit aljai limekumbwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo uharibifu kutokana na hali ya hewa ya pwani hasa kwenye vionyevu na chumvi nyingi za bahari pamoja na kuporomoka kwa sehemu ya jengo hilo mnamo mwaka 2020, kuli lazimu serikali kulifunga. Na hizo ni miongoni mwa changamoto zilizolikumba jengo hilo. Hata hivyo, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kushirikiana na taasisi kama UNESCO na Aga Khan Trust for Culture imeanzisha juhudi kubwa za ukarabati na uokoaji wa jengo hilo. Lengo ni kulirejesha katika hadhi yake ya kihistoria na kuliwezesha kuwa kivutio endelevu cha utalii wa kiutamaduni. Beit al Jai si jengo la kawaida, ni mwanga wa kale unaoangazia historia ndefu ya Zanzibar, historia ya utawala, biashara, dini na maendeleo ya kiteknolojia. Ni kio cha hadhi ya mji mkongwe na ushahidi wa hai wa jinsi tamaduni mbali mbali zilivyokutana na kujenga jamii ya kipekee. Kuliweka jengo hili hai ni wajibu wa wote wanaopenda historia, utamaduni na urithi wa Afrika Mashariki.